Mtazamaji haujambo, kwa mara nyingine tena na kukaribisha katika mfululizo wa kipindi chetu cha Hadubini ya Afya kinachokujia moja kwa moja kutoka Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, NIMRI. Kumbuka katika kipindi hiki tunaangazia tafiti mbalimbali mbali za afya zinazofanywa na watafiti bobezi kutoka NIMRI kijikita zaidi katika matokeo ya tafiti hizo na mchango wake katika kuboresha sera za utoaji wa huduma za afya nchini Tanzania. Leo ni zamu ya Dr. Akili Kalinga, mtafiti mkuu kutoka NIMR na mtafiti kiongozi wa mradi wa Takeoff ambaye atazungumzia utafiti muhimu uliofanyika mkoa wa Lindi. Utafiti huu umejikita katika kutathimini namna bora ya kuwabaini wagonjwa wa mabusha na matende kwa kutumia wahudumu wa afya wa jamii kwa njia ya teknolojia ya simu ili kufahamu kiwango cha wagonjwa wanaopatikana moja kwa moja katika jamii. Kwa maana hiyo, tulikuwa tunafanya niki, kutathmini ni kiwango gani cha wagonjwa ambao wanapatikana katika jamii wenye maradhi ya mabusha na matende kwa kutumia wahudumu wa, wa, wa afya wa jamii ambao wanapatikana katika vitongoji vya maeneo ambao ugonjwa huu unapatikana, lakini wakitumia mfumo wa simu kwa njia ya meseji za kawaida kutolea taarifa ya wagonjwa ambao walipatikana kutoka kwenye, kwenye jamii. Utafiti huu uh, ulikuwa wa msingi ufanyike kwa sababu uh, mpango wa taifa wa kutokomeza magonjwa yaliyokuwa ya, ya, ya, ya pewi kipaumbele Uh, ulikuwa ume, umekuwa na upungufu wa makadirio ya wagonjwa ambao wanapatikana kutoka kwenye, kwenye, kwenye jamii, kwa kuwa wagonjwa wenye mabusha na matende huwa hawajitokezi kwenda kutibiwa katika vituo vyetu vya afya. Utafiti wetu ulionyesha kwamba uh, watoa huduma za afya wa jamii katika uh, vijiji wanaweza kufundishwa na wakatambua maradhi uh, kwa ambayo yanaonekana ya wazi kama ya matende, na wakayatolea taarifa ikiwa ni njia ya nyongeza au uh, nyongeza kwa wafanyakazi wanaotoa huduma uh, katika vituo vyetu vya afya katika kutambua wagonjwa hasa kwenye jamii, kama wakifundishwa vizuri uh, kutumia mfumo wa kidijitali wa simu za kawaida, kwa kutumia message, kuna kunaharakisha kutuma taarifa ya watu au wagonjwa walioibuliwa kutoka kwenye jamii kwa haraka, kwa wingi na ubora zaidi, ukilinganisha na njia asilia ya kutuma kwa njia ya makaratasi, kwa maana ya bahasha ambazo zaweza kupotea. Lakini pia utambuzi wake utakuwa ulifanyika kwa muda, itachukua muda mrefu, na hivyo kuchelewa utekelezaji wa afua katika kuwasaidia walio na, na maradhi kwa sababu katika utafiti huu walipatikana kwa haraka mwezi mmoja wengi, na wakapata huduma, kwa maana ya wakafanyiwa mafunzo, na wale ambao walikuwa ni wa mabusha wakaelekezwa kwenye kambi za upasuaji kwa ajili ya kupewa huduma ambazo zilikuwa zinatolewa na mpango wa taifa wa kutokomeza magonjwa yao aliyokuwa uh, hapewi ya kipaumbele uh, matokeo haya yameharakisha huduma za za kudhibiti uh, uh, madhara ya magonjwa hayo au madhara ya maradhi hayo, kwa maana walipata huduma, kwa hiyo wakapata nafuu mapema, na kwa kuwa wamefanya hivyo imewawezesha kurejea katika hali za kawaida, kuwa na tende kwa, kwa sababu tunajua tende lenyewe haliwezi kupona kwa maana ya kwamba lipungue ukubwa uh, lakini anakuwa mtu hapati uh, matatizo yale kwa maana ya kwamba halimpi maumivu wala halimfanyi asifanye kazi baada ya kuhudumiwa. Kwa hiyo hii peke yake imetoa mwanga kwamba tunachoweza kufanya na kwa wagonjwa walio na matende na katika jamii zetu ni kutoa elimu ya msingi ya namna ya kujihudumia wao wenyewe ili waweze kuendelea na shughuli zao za kawaida na haitawahitaji kufika kwenye vituo vya afya iwapo watapewa hiyo huduma ya, ya, ya, ya mafunzo ya, ya, ya huduma za msingi za awali katika uh, nafasi zao au katika kaya zao. Lakini pia uh, kama tukifundisha kwa mtindo huo watoa huduma kwenye jamii na pia katika watu wa huduma katika vituo vyetu vya kutolea huduma vya afya, tuna uhakika kwamba wagonjwa wataweza kupata hiyo huduma. Na kutokana na utafiti huu, kupitia Wizara ya Afya na hasa mpango wa taifa wa kutokomeza magonjwa yaliyokuwa ya pewi kipaumbele, tumetengeneza miongozo ya awali ya namna ya kutekeleza <coughs> mafunzo ya awali kwa hao awa watoa huduma lakini kwa kwa ud, watoa huduma katika jamii na watoa huduma katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Mafunzo hayo yatakuwa yakiendeshwa kupitia mpango wa taifa wa kutokomeza magonjwa yalikuwa apewe kipaumbele, na hapo eh, NIMR imeweza kuonyesha njia kwa maana ya kwamba ni bora kutumia njia hii ambayo sio ya gharama sana, kuepusha matibabu baadaye, kwa kupeleka elimu ya awali ya au mafunzo ya huduma za awali kwa hawa wagonjwa. Na nia pekee baadaye ni kuanzisha sasa kupitia haya matokeo, mapendekezo ni kuanzisha kliniki katika vituo vyetu vya vya kutolea huduma kwa ajili ya wagonjwa walio na matende na mabusha kwa maana ya kwamba anapokwenda kwenye hivyo vituo vya kutolea huduma, atakuta watu waliofundishwa namna ya kuhudumia hao wagonjwa kwa sasa, mpaka kwa sasa, kwa sababu kwa sasa hivi kabla ya huu utafiti wagonjwa walikuwa hawajui waende wapi, lakini pia watoa wa huduma walikuwa hawajui nini cha kuwafanyia wanapotokea, wakiwa hasa wakiwa katika hatua ambayo wana, wana pata mateso ya hali zao na hasa wanakipata maambukizi katika vidonda vilivyo kwenye matende hayo ambao ni hali walizonazo za kuendelea katika maisha yao. Kwa hiyo unakuta uwepo wa uelewa katika watoa huduma wa jamii, na uelewa katika watoa huduma katika vituo vya afya vya afya inasaidia au inatoa Uh, uh, picha ya namna gani, uh, tuko tayari katika kupambana na huo uh, ugonjwa. Na sasa ndio mwelekeo kwamba kliniki zitakuwepo kwa katika maeneo ambayo kuna maradhi haya, na nia yetu sasa katika hatua ya pili ambao katika tafiti zinazokuja kwenye hatua ya pili ya mradi wa TAKeOFF, ni kufanya kazi kwa pamoja na, na program ya kutokomeza magonjwa yaliokuwa kipaumbele na pia kushirikiana na Tamisemi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vituo vyetu vyote katika maeneo yenye maradhi haya kuwe kumeanzishwa kliniki ambazo kuanzishwa kwake ni kliniki ambazo zitaandishwa ndani ya kliniki ambazo zipo kwa sasa hivi, kwa maana ya kwamba hatuanzishi, hatujengi jengo jipya, tunatumia kliniki ambazo zipo. Kwa mfano kuna kliniki za magonjwa kama ya ya kisukari magonjwa ya presha ambazo wagonjwa wanahudumia. Kwa hiyo hao hao wanaotoa huduma katika hizo kliniki wanaweza kupewa elimu ya namna ya kutoa huduma kwa wagonjwa walio na maradhi ya matende na, na mabusha. Ili kufahamu zaidi kuhusu tafiti za afya zinazofanywa na NIMR, tembelea tovuti yetu www.nimr.or.tz au mitandao ya kijamii NIMR Tanzania Asante kwa kutazama, endelea kuwa nasi katika Hadubini ya Afya.